Ushaanza kucheza, ngoja piga piga. Yeah. <laughs> Ni kusimulie habari ya kijana mmoja, kijana mtana shati mpole, kipenzi cha wengi, anazo sifa nyingi lakini kuu kwake ni upendo. Siku moja alikutana na mwanamke Msamaria kisimani. Lo, kijana kama mbama. <laughs> Asanteni sana nilikuwa najaribu tu eh, eh. Asanteni mheshimiwa, uh, uh, mwenyekiti wa uh, mama ongea na mwanao, nakushukuru sana sana sana kwa nafasi hii, lakini kipekee sana na kushukuru kwa kukubali wito huu. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu ametupatia nafasi ya kufika hapa na kuongea nanyi waandishi wa habari lakini na umma wote wa na Watanzania wa lakini pia nimshukuru sana mheshimiwa Rais wetu mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kama kiongozi ametupa nafasi ya sisi watoto wake kuwa huru na kupanga haya tunayopanga. Unaweza kaona kwamba ni jambo la kawaida, si kawaida. Kuna mahali ambapo wanatamani kupata fursa kama hizi lakini mazingira hayaruhusu. Tunamshukuru sana mama kwa kutupatia nafasi hiyo na kushikilia nchi yetu na kuhakikisha nchi yetu ina amani, ina umoja, ina mshikamano. Na niko hapa kama wanasema kwa Kiingereza founder eh, eh, hmm. au kile Kiingereza chengine hmm, wewe ni exactly hmm. endelea. Hmm. <laughs> Mbeba, mbeba maono wa uh, tamasha la mtoko wa Pasaka ambalo linafanyika kila mwaka mara moja na katika siku ya Pasaka, jumapili ya Pasaka, hii ikiwa ni mwaka wetu wa tatu tangu tuanze, na tayari nimeona mwaka huu una nguvu na ukubwa zaidi, kwa sababu una picha tofauti na tulivyoanza asili ya, na wazo la asili la mtoko wa Pasaka ni kuleta watanzania wote pamoja, lakini kuileta Afrika Mashariki na kati pamoja, kuhakikisha tumefurahi, tunafurahia wema wa Mungu, lakini pia kufurahia ya mazuri yaliyoko katika nchi yetu, amani, ushirikiano, umoja kwa pamoja. Tunakuja na familia zetu tunakuja na rafiki zetu katika sikukuu ndefu, yani siku nyingi. Pasaka inakuwa na siku nyingi, kuna Ijumaa ya Pasaka, Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Ni sikukuu ambayo inakuwa na siku nyingi, kwa hiyo badala ya wewe kukaa nyumbani, tunakuwa Jumapili ile ya Pasaka, sisi kama watanzania wote tukutane pamoja, tukifurahi kupitia nyimbo na muziki na safari hii mtoko wa Pasaka umekuwa na utofauti, kwa sababu ni waimbaji wote wameungana pamoja, wakasema no, kwa kuwa huu mwaka ni mwaka wenye utofauti, ni mwaka wa uchaguzi, tunataka na sisi twende mbele za Mungu kwa sifa, tumuombe mama yetu ashinde, na ndio maana kauli mbiu yetu ya mwaka huu inasema, kwa maombi utashinda kwamba mama ajue, rais wetu ajue kwamba hawa watoto wangu wanaofanya injili, wanaoimba injili wako pamoja na mimi, wananitakia mema, wanaomba kwa ajili yangu. Lakini tukaona hiyo haitoshi. Hakuna mziki wa injili bila wadau, na taasisi ya Mama Ongea na Mwanao ni wadau kindakindaki. Mimi nikiwa ni mwanachama wa taasisi hiyo na wakati mwingine inakuwa ni vitu ambavyo labda hatujaviweka mbele, lakini leo umma wa Tanzania ujue sisi ndio wale wanachama wa Mama Ongea na Mwanao. Thank you. Thank you so much. So, uh, nikaenda kwa mwenyekiti nikamwambia mwenyekiti, huwezi kuwa unaniacha kila mara tunaenda peke yetu, haiwezekani, na kama kuna taasisi ya ajabu na yenye nguvu sana nchi hii ni taasisi ya mama ongea na mwanao ambayo inawaleta watanzania wote. Wacha nirudie, labda kuna mtu haelewi, labda kuna mtu anadhani Steve huwa anapiga siasa, lakini Steve anawaleta watu pasina kuangalia dini, imani, kabila, rangi. Mkikutana katika ofisi za mama ongea na mwanao au katika shughuli zozote Hatuangalii wewe watokea wapi, hatuangalii wewe dini gani, tunajua sisi wote ni Watanzania, tunafanya kitu kimoja, kulijenga taifa letu na kumsaidia mama katika nafasi zetu ndogo tulizo nazo. Hicho ni moja ya kitu kikubwa sana ambacho taasisi ya mama ongea na mwanao inafanya. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu kwamba tulipata hicho kibali, na tunaamini katika amasa ulionayo tunaamini katika kukubalika kwako katika taifa hili, tunaamini katika neno unalolisema Watanzania wanaliheshimu sana, kwa tunasikia fahari kwamba si haba, tuko na mtu mzito katika tamasha la mtoko wa Pasaka. Na hii ni kusema watanzania wote wote pasina kuangalia dini yako pasi na kuangalia watokea wapi, tunakaribishwa tukamfurahie Mungu na tukamwombee Mungu kupitia mziki tarehe ishirini mwezi wa nne. Nazungumzia jumapili ijayo, tarehe ishirini ndiyo siku ya Pasaka yenyewe na ndiyo siku ya mtoko wa Pasaka. Inabidi hiyo siku iwe branded kama mtoko wa pasaka dei kabisa, eh, itabidi iwe branded yeah, kama mtoko wa pasaka e, dei. Na kauli mbiu yetu ni kwa maombi Utashinda nani? Atashinda nani? Atashinda Bwana Yesu Kristo, haleluya! <laughs> <Imeisha. laughs> <Imeisha. laughs> atashinda. Atashinda. <laughs> <laughs> Ni yeye tu atashinda. Watanzania wote niwakaribishe sana, na kiukweli kuna surprises nyingi, yaani kama mwenyekiti wangu alivyosema, huyo mgeni rasmi naomba niishie hapo huyo mgeni rasmi Bala, Bala, Bala, asanteni sana kwa kunisikiliza. Tunawakaribisheni saa saba, uwe pale saa saba, watu wote tuwe pale. Usiokasema o, oh, kumejaa sijui nini, hawatupatii nafasi. Hapana, tulisema mapema ufike, na tumesema hakuna kiingilio. Hiyo ndo tatizo kwamba yani, kuna namna, kuna watu watawai. Na wewe na wewe ni mtu muhimu, ukaji ukachelewa, tafadhali ukimaliza tu ibada njoo the dom saa saba, program zinaanza. Kama unaweza kuwai zaidi ya hapo itakuwa vema zaidi, lakini kuna kupa na kadi kwa wale waalikwa, kwa sababu unajua invite, invite nini, invitees invitees unakuja na kadi yako, mambo yote yatakuwa vizuri. Taasisi ya Mama Ongea na Mwanao itakuwa iko pale kuhakikisha kwamba vitu vingine vyote viko vinaenda vizuri. Kwa hiyo inapokuja katika kamati, tumechanganyika tu sana, tuko vizuri. Na tamasha la mtoko wa Pasaka si la Wakristu tu, ni la Watanzania wote. Na acha niseme jambo la mwisho kwamba um, tunaalika na wenzetu wa nje ili waje waone siri ya amani ya Tanzania, ni ushirikiano wetu, ni mshikamano wetu, hatubaguani. Kwa sababu wanasema Tanzania ya amani, hawajui siri, wacha waje waone katika mambo haya madogo madogo kwamba tamasha la mtoko wa pasaka limejumuisha watu wote. And last but not least, come ready, njoo umejiandaa, njoo umependeza, ukialikwa alikika. na Mungu awabariki sana, thank you.